Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 27 siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema amri ya kwanza kabisa. Bustani ya Edeni ilikuwa darasa kwa watu wa kwanza wa Mungu, mahali ambapo mwingiliano wao na viumbe ungewafundisha bila kikomo, wao na watoto wao kuhusu Muumbaji. Wanandoa hawa watakatifu hawakuwa tu watoto chini ya uangalizi wa pekee kama ule wa baba kutoka kwa Mungu, Ellen G. White alionyesha, lakini pia walikuwa wanafunzi waliokuwa wakipokea maagizo ya muumbaji mwenye hekima yote. Siri za ulimwengu unaoonekana hizo kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa Ayubu 37 aya 16 ziliwapa chanzo kisichokoma cha mafundisho na furaha. Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 50 na 51. Soma Mwanzo sura ile ya pili aya 9 hadi 17. Ni amri gani ilikuwa ya kwanza, katazo ambalo Mungu aliwapa wanadamu, na kwa nini lilikuwa muhimu sana? Kutumiwa kwa mara ya kwanza kwa mzizi wa kitenzi kuamuru ambayo Mungu aliwapa wanadamu ni katika Mwanzo sura ya pili ya 16 na 17. Amri ya kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ujuzi fulani unaweza kukatazwa? Je, si jambo la manufaa kupata uzoefu na kujua zaidi? Si kwa mujibu wa Maandiko. Mungu alikusudia kuwaelimisha watu wake kikamilifu huku akiwaepusha na mateso ya muda mrefu ambayo ujuzi fulani ungesababisha, kama vile ambacho kingetokea baadaye wakati watu wangechagua kujitawala badala ya kutawaliwa na Bwana mwenyewe. Miaka elfu moja baadaye, wakati Israeli ilipoomba mfalme, Bwana aliweka wazi matokeo, kama tulivyogundua juma lililopita, naye akawajulisha watu wake kwamba uamuzi wa kujiondoa katika utawala wake wa moja kwa moja ungedumu hadi mwisho wa wakati. Kadiri wafalme wa, wa Israeli walivyozidi kuwa waovu zaidi mmoja baada ya mwingine, watu wa Mungu wa agano wakawa watu wa kiulimwengu sana na kuondolewa kabisa katika kusudi lao, kiasi kwamba akawapa hata zaidi kile walichotaka, serikali ya kibinadamu. Kukiendea kitabu cha Danieli tukiwa na usuli huu akilini kunaweza kuelimisha si tu kwamba mwendo wa falme unaoelezewa katika maono ya kitabu hicho ni shtaka la mataifa wa mataifa pia ni shtaka la kushindwa kwa Israeli, kukataa kwao kufuata amri zake. Karne nyingi za kutawaliwa badala ya uhuru uliotolewa kwa mara ya kwanza katika Edeni zingekuwa darasa jipya ambapo mioyo iliyo tayari ingeweza kushuhudia tofauti kubwa